mambo vipi mtazamaji wetu wa nguvu wa Banyaleo TV? Karibu mahali ambapo tunajadili kuhusiana na habari za michezo kila wakati na kila muda pale pindi ambapo zinajiri kila wakati. Sasa moja kati ya habari ambayo inatrend sana ni habari kuhusiana na timu ya Simba na Yanga ambazo zimekuwa zikiletana maneno mengi na hii ni baada ya timu ya Simba kupokea kichapo cha tatu kwa moja ikiwa ni hapo majira ya jana katika uwanja wa Tanzanite kwa raha, ambapo Simba imeweza kukubali kichapo hicho kutokea kwa chui weusi Singida, Singida Black Stars, ambapo ba baada ya Singida kuifunga klabu ya Simba, maneno mengi ikawa kama vile Yanga ndo ameyabeba sasa, kwanza kumshutumu Simba katika majira ya leo. Michezo Online TZ, jarida kubwa ambalo huwa linaposti mauzui mbalimbali kufuatia peji zake na mitandao yake ya kijamii. Kuposti ya kijamii wa eh, eh, kwa kwa, caption site upande wa waliweza kuandika kama ifuatavyo nitanukuu, jinsi eh, kama ilivyoandika gazeti TZ Michezo waliweza kuandika kama ifuatavyo ali Ali hakucheza dabi dhidi ya Zamalek na amepewa ubingwa, lakini tarehe 15 Yanga anakipiga zidi ya Ryan Sport kule nchini Rwanda. Lakini mnyama yes, ye situation yeyote kwake inaweza kuwa ni faida. Uzuri wa haya mambo ni kuona kwamba kwa macho lakini pia sio kusimuliwa. Hivyo ndivyo walivyoweza kuandika jaida hili la michezo online tizi kupitia peji zao za mitandao ya Instagram. Sasa baada ya mchezo wa hapo jana, tuweza kuona kwamba eh, semaji la klabu ya Yanga Ally Kamwe aliweza kuposti baadhi ya klipu ambazo zilikuwa ni kama vile zimwakera sana, waliwakera sana klabu ya Simba, ambapo majira jana aliweza kuposti hii hapa picha eh, mapema leo, siku ya leo asubuhi, alafu akaandika kwenye caption kama ifuatavyo: habari za asubuhi wananchi. Niliona upande wa comment, se comment section watu walikuwa na reply wakisema salama tu kwani salama tu kwa hisani ya Singida barkane <laughs> comment zinachekesha kweli kweli. Mwingine akaanza kusema kwamba ni nzuri sana alhamdulillah. Mwingine akaanza kusema kwamba kama unaamini Yanga bingwa like hapa. Mwingine akaanza kusema kwamba nimesikia tunaenda Rwanda. Mwingine akaanza kusema kwamba tunaomba mcheze angalau mechi ya kirafiki, tumehamisi wachezaji wetu. Hivyo ndivyo wanavyoandika comment, zimekuwa nyingi sana ukiangalia <laughs> okay, comment nyingi ilikuwa kama vile za kwa kashfu klabu ya Simba lakini hata katika hii ameweza kuposti alikama ilikuwa ni kama vile ina mauzui fulani hivyo, kwa slide na slide ya pili utamwona kama vile anacheka kwa namna yake. Lakini hata ukija katika upande wa posti ambayo aliweza kuposti majira ya jana ni hapa eh, kimeonyesha shabiki shabiki wa klabu ya Simba akiongea maneno fulani. Katoma goli la pili hapo, kafungwa anatafuna vijiti, manake ni sisi tunataniwa huko, tunataniwa kama ula taa, tumekuja kujificha nyuma huko, manake alikatoro. Kachoma goli la pili hapo, kafungwa anatafuna vijiti, manake ni sisi tunataniwa huko, tunataniwa kama ula taa, tumekuja kujificha nyuma huko, manake. Naelezea ni kwa namna gani wamefungwa, eh alafu kipa wake anaendelea kutafuna bigijii. Kwa hiyo eh, katika upande wa caption site, alikama aliweza kuandika kwamba anatafunaje, alafu akafresh na emoji nyingi za kucheka. Unazungumzaje hii hapa? Habari ambaye mpaka sasa inaendelea kuteka highlight Simba kufungwa na Singida Black Stars. Endelea kushare comment yako hapo chini. Hapa ni Banyalo TV, mimi naitwa Daud Alexander Scott -Rizzi.